Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tunapojiandaa kwa ajili ya maadhimisho ya Dominika ya Misioni ya mwaka huu 2025, dominika ambayo tutaiadhimisha tarehe 19 Oktoba, ninapenda kuwaletea ujumbe wa hayati Baba Mtakatifu Francisco kwa ajili ya maadhimisho ya Dominika hii. Ninayokuletea ujumbe huu ni Padre Alfred Stanislaus Kwene mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari hapa Tanzania. Ujumbe wa dominika ya misioni kwa mwaka huu unaongozwa na kauli mbiu inayosema wa misionari wa matumaini kwa watu wote. Hayati baba Mtakatifu Fransisko anaanza kwa kusema, ndugu wapendwa, kwa siku ya dominika ya misioni duniani katika mwaka wa jubilei 2025. Ujumbe mkuu ambao ni matumaini Nimechagua kauli mbiu, wa misionari wa matumaini kwa watu wote, inawakumbusha wa Kristo binafsi na kanisa zima jumuiya ya wabatizwa juu ya wito wetu wa msingi wa kuwa katika nyayo za Kristo, wajumbe na wajenzi wa matumaini. Ninatumaini kwamba itakuwa kwa kila mtu wakati wa neema, pamoja na Mungu mwaminifu ambaye ametuzaa upya katika Kristo mfufuka kwa tumaini lililo hai. Anaendelea kusema, hapa ningependa kutaja baadhi ya vipengele vinavyohusika vya utambulisho wetu wa Kikristo wa kimisionari ili tuweze kujiachia kuongozwa na roho wa Mungu na kuwaka kwa bidii takatifu kwa ajili ya msimu mpya wa uinjilishaji katika kanisa ambao unatumwa kufufua matumaini katika ulimwengu ambao vivuli vya giza vinatanda. Kipengele cha kwanza, katika nyayo za Kristo, tumaini letu. Kuadhimisha jubilei ya kwanza ya kawaida ya milenia ya tatu baada ya ile ya mwaka mtakatifu wa elfu mbili, tunamkazia Kristo macho yetu, kitovu cha historia, ambaye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Katika sinagogi la Nazareti, yeye anatangaza kwamba maandiko yalitimizwa katika leo ya uwepo wake katika historia. Hivyo aliadhimisha kwamba yeye ndiye aliyetumwa na Baba kwa mpako wa Roho Mtakatifu kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu na kuzindua mwaka wa Bwana uliokubaliwa kwa ajili ya wanadamu wote. Anaendelea kusema katika leo hii ya fumbo itakayodumu hadi mwisho wa dunia. Kristo ndiye utimilifu wa wokovu kwa wote na kwa namna ya pekee kwa wale ambao tumaini lao pekee ni Mungu. Katika maisha yake hapa duniani alizunguka huko na huko akitenda mema na kuponya wote kutoka kwa waovu na yule mwovu, Matendo ya Mitume sura ya kumi aya thelathini na nane, akirudisha tumaini kwa Mungu kwa wahitaji na watu. Alipitia udhaifu wetu wote wa kibinadamu isipokuwa ule wa dhambi. Hata nyakati zile ngumu ambazo zingeweza kusababisha kukata tamaa, kama vile katika uchungu katika bustani ya Getsemani na msalabani, Yesu alitoa kila kitu kwa Mungu Baba kwa utimilifu, akitumaini mpango wake wa kuokoa wanadamu, mpango wa amani kwa ajili ya wakati uliojaa tumaini. kwa njia hii akawa misionari wa kimungu wa matumaini, kielelezo kikuu cha wale wote katika karne zote ambao wanatekeleza utume wao wenyewe waliopewa na Mungu hata katika majaribu makali. Anaendelea kusema kupitia wanafunzi wake waliotumwa kwa watu wote, na kuandamana naye kwa namna ya fumbo Bwana Yesu anaendelea na huduma yake ya matumaini kwa wanadamu, baada ya wanaoinamia wale wote walio maskini, wanaoteseka, waliokata tamaa na walioonewa, na kuwamwagia kwenye majeraha yao mafuta ya faraja na divai ya matumaini. Anafanya rejea katika utangulizi wa Yesu msamaria mwema kwa utii kwa Bwana na mwalimu wake, na katika roho ile ile ya huduma, kanisa, jumuiya ya wanafunzi wa misionari wa Kristo, linaendeleza utume huo, likitoa maisha yake kwa ajili ya wote katika mataifa, huku likikabiliwa na mateso, yaani kanisa, dhiki na matatizo, pamoja na kutokamilika na kushindwa kwake kutokana na udhaifu wa washiriki wake, kanisa daima linasukumwa na upendo wa Kristo kudumu katika muungano naye katika safari yake ya umisionari, na kusikia kama yeye na pamoja naye kilio cha wanadamu wanaoteseka, kwa hakika kuugua kwa kila kiumbe kinachongojea utimilifu wa ukombozi. Hili ndilo kanisa ambalo Bwana daima na milele analiita kufuata nyayo zake. Si kanisa linalosimama, bali ni kanisa la kimisionari linalotembea na Bwana wake katika mitaa ya ulimwengu. Na sisi pia anatualika tujisikie kuvutiwa kushika njia, kuzifuata nyayo za Bwana Yesu, ili tuwe pamoja naye na ndani yake, ishara na wajumbe wa matumaini kwa wote katika kila mahali na hali ambayo Mungu ametujalia kuishi. Na wote waliobatizwa wakiwa wanafunzi wa misionari wa Kristo wafanye tumaini lake ling'ae katika kila pembe ya dunia. Anamaliza hivyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inaongozwa na mada inayosema Wakristo wabebaji na wajenzi wa matumaini kati ya watu wote. Katika sehemu hii, hayati Baba Mtakatifu Fransisko anasema katika kumfuata Kristo Bwana, Wakristo wanaalikwa kukabidhi habari njema kwa kushiriki hali halisi za maisha ya wale wanaokutana nao, na hivyo kuwa wabebaji na wajenzi wa matumaini. Hakika ananukuu: furaha na matumaini, huzuni na uchungu wa watu wa wakati wetu hasa wale ambao ni maskini au wanaoteseka, ni furaha na matumaini, huzuni na uchungu wa wafuasi wa Kristo. Pia hakuna kitu chochote ambacho ni cha kibinadamu kweli kinachoshindwa kupata mwangwi ndani ya mioyo yao. Tamko hili adhimu la mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano linalodhihirisha hisia na mtindo wa jumuiya ya kikristo katika kila zama linaendelea kuwatia moyo washiriki wao na kuwasaidia kuandamana na ndugu zao duniani. Anaendelea kusema hapa, ninawafikiria miongoni mwenu, hasa wale ambao ni wamisionari kwa watu wa mataifa, ad gentes, yani kufuatia wito wa Bwana mmeenda kwa mataifa mengine ili kuudhihirisha upendo wa Mungu katika Kristo. Kwa hili ninawashukuru kwa moyo wote. Maisha yenu ni mwitikio wa wazi kwa agizo la Kristo mfufuka ambaye aliwatuma wanafunzi wake kuinjilisha mataifa yote, anafanya nukuu katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 18 hadi 20. Kwa njia hii ninyi ni ishara za wito wa kiulimwengu wa waliobatizwa kwa uwezo wa roho na juhudi za kila siku wa misionari kati ya watu wote na mashahidi wa tumaini kuu lililopewa na Bwana Yesu. Anaendelea kusema, upeo wa tumaini hili unapitia, unapita mambo yapitayo ya ulimwengu huu na kufungua njia kwa kweli za kimungu ambazo tunashiriki hata sasa. Kwa hakika kama Mtakatifu Paulo wa Sita alivyoona, wokovu katika Kristo ambao Kanisa hutoa kwa wote kama zawadi ya huruma ya Mungu sio tu wa ndani unaokidhi mahitaji ya kimwili au hata ya kiroho, umeshikwa kabisa na tamaa, matumaini, masuala na mapambano ya kidunia. Badala yake, wokovu unavuka mipaka hiyo yote ili kufikia utimilifu katika ushirika na mmoja aliye mkuu ambaye ni Mungu. Ni ukombozi ambao ni wa upeo wa juu sana na wa milele ambao hakika una mwanzo wake katika maisha haya lakini hutimilizwa katika umilele. Kwa kuchochewa na tumaini hili kuu, jumuiya ya Kikristo jumuiya za Kikristo zinaweza kuwa vielelezo vya ubinadamu mpya katika ulimwengu ambao, kwa maeneo yaliyoendelea zaidi, huonekana dalili hatarishi za mahangaiko makubwa ya mwanadamu, yaani, hisia iliyoenea ya kuchanganyikiwa, upweke na kutojali mahitaji ya wazee na kusita kufanya jitihada za kuwasaidia jirani zetu wenye mahitaji. Anaendelea kusema: katika mataifa yaliyoendelea zaidi kiteknolojia, ukaribu unatoweka. Sote tumeunganishwa lakini hatuhusiani. Kuzingatia sana ufanisi na kushikamana na vitu vya kidunia na matamanio vinatufanya tuwe wabinafsi na kushindwa kuwa wakarimu kwa wengine. Anahimiza Injili iliyogusa maisha ya jumuiya inaweza kuturudisha katika ubinadamu mzima wenye afya na uliokombolewa. Anaendelea kusema kwa sababu hii, kwa mara nyingine tena ninamwalika kila mmoja wetu kutekeleza kazi zilizotajwa katika bola, maana yake andiko lile la kuzindua mwaka wa jubilei namba saba hadi kumi na tano tukiwa makini hasa kwa walio maskini na dhaifu zaidi wagonjwa, wazee, na wale waliotengwa na jamii inayothamini zaidi mali na utumiaji, na kufanya hivyo kwa mtindo wa Mungu, kwa ukaribu, rehema na huruma, kukuza uhusiano binafsi na kaka na dada zetu katika hali zao halisi. Mara nyingi wao ndio wanaotufundisha jinsi ya kuishi katika matumaini kupitia mawasiliano binafsi tutaeneza pia upendo wa moyo wa Bwana wenye huruma. Tutatambua kwamba moyo wa Kristo ndio kiini hasa cha utangazaji wa awali wa Injili, anaendelea kusema. Kwa kuchota kutoka katika chanzo hiki tunaweza kutoa kwa urahisi tumaini tulilopokea kutoka kwa Mungu kama anafanya rejea katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya ishirini na moja na anaendelea na kuwaletea wengine faraja ile ile ambayo tumekuwa nayo na Mungu, kama tunavyorejea katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza aya tatu hadi ya nne Katika moyo wa kibinadamu na wa kimungu wa Yesu, Mungu anataka kuzungumza na moyo wa kila mwanamume na mwanamke akituvuta sote kwa upendo wake. Tumetumwa kuendeleza utume huu, yaani kwa ishara za moyo wa Kristo na upendo wa Baba, tukikumbatia dunia nzima, kama anafanya rejea katika hotuba kwa washiriki wa mkutano mkuu wa mashirika ya kipapa ya kimisionari mwaka 2023 20. Anahitimisha hivyo sehemu ya pili, na kutualika sasa tutafakari pamoja sehemu ya tatu yenye kichwa cha habari kidogo kinachosema kuhuisha utume wa matumaini. Wakikabiliwa na uharaka wa utume wa matumaini leo, wanafunzi wa Kristo wanaitwa kwanza kugundua jinsi ya kuwa wataalamu wa matumaini na warejeshaji wa binadamu ambao mara nyingi hukengeushwa na hauna furaha. Kwa ajili hiyo, tunahitaji kuhuishwa katika hali ya kiroho ya Pasaka inayopatikana katika kila adhimisho la Ekaristi Takatifu na hasa katika siku tatu kuu za Pasaka, kitovu na kilele cha mwaka wa liturujia. Anaendelea kusema tumebatizwa katika kifo cha ukombozi na ufufuko wa Kristo katika Pasaka ya Bwana, ambayo inaashiria majira ya kuchipua ya milele ya historia. Kwa hiyo sisi ni watu wa majira ya kuchipua, tukiwa tumejawa na matumaini kwa ajili ya wote, kwa kuwa katika Kristo tumaini na kufahamu kwamba kifo na chuki sio neno la mwisho linalotamkwa juu ya uwepo wa mwanadamu. Kutokana na mafumbo ya Pasaka yanayotolewa katika maadhimisho ya liturujia na katika sakramenti daima tunachota nguvu za Roho Mtakatifu ili kufanya kazi kwa bidii, ari na subira katika nyanja pana ya uinjilishaji duniani. Kristo aliyefufuka na kutukuzwa ndiye chemchemi ya tumaini letu na hata tunyima msaada tunaohitaji ili kutekeleza utume ambao ametukabidhi. Anaendelea kusema, ndani yake, ndani ya Kristo tunaishi na kutoa ushuhuda wa tumaini hilo takatifu ambalo ni zawadi kutoka kwa Mungu na kazi kwa Wakristo. Wamisionari wa matumaini ni wanaume na wanawake wa sala, kwani mtu anayetumaini ni mtu anayesali. Kwa maneno ya mtumishi wa Mungu, anafanya rejea kwa mtumishi wa Mungu Cardinal Francois Xavier Van Thuan, kwa maneno ya mtumishi wa Mungu huyu ambaye yeye mwenyewe alidumishwa katika matumaini katika kipindi kirefu cha kifungo chake kutokana na nguvu alizopata kutokana na sala aminifu na Ekaristi. Tusisahau kwamba sala ni shughuli ya msingi ya kimisionari, ni shughuli ya msingi ya kimisionari, na wakati huo huo nguvu ya kwanza ya matumaini. Kwa hiyo anatualika tufanye upya utume wa matumaini, tukianzia na sala, hasa sala iliyojisimika katika neno la Mungu, na hasa Zaburi, ule wimbo mkuu wa sala ambao mtunzi wake ni Roho Mtakatifu. Zaburi hutufundisha kuwa na matumaini katikati ya dhiki, kutambua ishara za tumaini lililo karibu nasi, na kuwa na hamu ya mara kwa mara ya kimisionari kwamba Mungu atukuzwe na watu wote. Kwa kusali tunatunza hai cheche ya tumaini iliyowashwa na Mungu ndani yetu, ili iweze kuwa moto mkubwa unaomwangazia na kumpa joto kila mtu anayetuzunguka, pia kwa vitendo na ishara zile thabiti ambazo sala yenyewe huchochea. Anaendelea kusema kwa kuhitimisha: Uinjilishaji daima ni mchakato wa kijumuiya. Kama vile tumaini lenyewe la Kikristo, mchakato huo hauishii kwa utangazaji wa awali wa injili na ubatizo, bali unaendelea na ujenzi wa jumuiya za Kikristo, kwa kuandamana na kila mmoja wa wabatizwa katika njia ya Injili. Katika jamii ya kisasa, ushirika katika kanisa kamwe haupatikani mara moja tu na ikatosha. Ndiyo maana Shughuli za kimisionari ya kukabidhi na kuchagiza imani iliyokomaa katika Kristo ni mfano wa shughuli zote za kanisa. Kazi inayohitaji ushirika wa sala na matendo. Hapa anasema, ningesisitiza kwa mara nyingine tena umuhimu wa mwondoko wa kisinodi wa kimisionari wa kanisa pamoja na huduma inayotolewa na mashirika ya kipapa ya kimisionari katika kukuza wajibu wa kimisionari wa waliobatizwa na kusaidia makanisa mapya mahalia. Anahimiza, ninawasihi ninyi nyote, watoto, vijana, watu wazima na wazee kushiriki kikamilifu katika utume wa pamoja wa uinjilishaji wa kanisa kwa ushuhuda wenu wa maisha na sala, kwa sadaka zenu na kwa ukarimu wenu. Asanteni kwa hili. Wapendwa dada na kaka, tumrudie Maria, mama wa Yesu Kristo, tumaini letu. Kwake tunamkabidhi sala zetu kwa ajili ya jubilei hii na kwa miaka ijayo. Mwanga wa tumaini la Kikristo na umwangazie kila mwanamume na mwanamke kama ujumbe wa upendo wa Mungu unaoelekezwa kwa wote. Anaendelea kwa kuhitimisha, kanisa na litoe ushuhuda wa uaminifu kwa ujumbe huu katika kila sehemu ya dunia. Ujumbe huu ulitolewa kule Roma, Mtakatifu Yohane Laterano, tarehe 25 Januari 2025, sikukuu ya kuongoka kwa Mtakatifu Paulo Mtume. Mm. ninawatakia nyote maadhimisho mema ya Dominika Misioni tarehe kumi na tisa mwezi huu mwaka ishirini ishirini na tano. Tumsifu Yesu Kristo.